Wanakosa majibu, wanabaki wanaathirika kiafya. High blood pressure zinaendelea kuongezeka, matatizo ya afya ya akili yanaongezeka, visukari inaongezeka, hata saratani inaongezeka, kwa sababu in science, usipolala vizuri, magonjwa yote ni ya kwako. Saratani kutakuwa kuna misprogramming za, za sel zako na nini, utapata kansa. Ujalala tu vizuri, utapata high blood pressure, utapata kisukari, kwa kelele tu. Sasa ningependa kwa sababu sisi NEMC tumepewa hiyo na tuna wakurugenzi na wataalamu wa maeneo hayo, tujifunze na tuchukue hatua, kwa sababu sheria zipo, kanuni zipo na miongozo ipo inayoelezea namna ya kuzuia na kudhibiti uchafuzi wa mazingira. Mimi nimeongelea noise pollution peke yake, na ukipita hapa mtaani hapa ukafanya just a rough kind of a research. unahitaji research, ulizia katika mitaa yako, labda katika nyumba 100 200 utapata labda asilimia ishirini zinayokea makelele ya mitetemo ya mziki na mambo mengine. Lakini hivi karibuni, hili ni jambo la kujifunza sasa. So, kwa sababu najua tuna utaratibu wa kisayansi wa kupima kiwango cha sauti kwa kutumia vipimo vyetu vya decibels au reva. Lakini hivi karibuni kumeibuka utaratibu katika biashara ndogo ndogo, ukifika maeneo ya kama Mbezi pale mwisho, ukienda Bagara, ukienda maeneo mengi kila mmoja amenunua zile spika zinazochajiwa, amerekodi tangazo la biashara yake. Mwingine perfume, mwingine anauza dawa ya panya, mwingine anauza nini. Tunaheshimu, ile ni kazi nzuri ya kumwingizia kipato, lakini ukifika pale usikii tangazo lipi sasa linakuelekeza <laughs> au kukushauri au kukuhamasisha ufanye nini? Sababu hapa unasikia tangazo la panya, hapa viatu, hapa mtumba, hapa perfume, hapa ni kelele mwanzo mwisho. Lakini pale kuna Watanzania wanaofanya biashara na kuna Watanzania wanaokwenda kupata huduma. Hivi tumewahi kujiuliza ule mtanzania anayekuja pale saa moja asubuhi anaondoka saa moja jioni 7 days a week afya yake inakuwaje? Tunapenda apate kipato, yes lakini afya yake inakuwaje? kwa sababu kama afya yake inaathirika, ni wazi kwamba biashara yake itafika kipindi itasimama, kwa sababu atahitaji kutibiwa na alichokipata kitapotea kutafuta matibabu. Na kwa sababu hakitatosha, serikali itaingia gharama ya kutibu, kwa sababu sera ya afya hatumnyimi huduma Mtanzania kwa sababu hana uwezo wa kulipia, lazima apate matibabu manake mzigo wa huduma za afya kwa serikali utaongezeka. Kwa unaona eneo hili peke yake, hii nukta moja ina changamoto kubwa, na wananchi hawako na furaha kwenye hilo eneo. Tunambua tuna dira 2050 lazima tuwe na mpango ambao tutaenda kuchukua shughuli zote zinazotakiwa kutoka kwenye dira 2050 na sasa hivi pia mpango wa miaka mitano wa kutekeleza hiyo dira huko hatua zahuo tofauti tutapata activities zile kuziingiza katika mkakati wetu, na hapo ndio tutawezakuonyesha justification ya kwa nini tunataka kuwa mamlaka na tutaleta kitu gani tofauti na hivi tulivyo.